E bwana, hii ni Kiswaga Media podcast ya kiuchambuzi wa masuala mazima ya kimichezo. Hapa bwana, tunaongelea football kwelikweli. Football ambayo inaongelewa hapa si ya kawaida, ni football ambayo eh, unaweza ukaenjoy kwelikweli madini ya kimichezo kama ilivyo kawaida. Mimi ni sports commentator fundi kwelikweli, langu jina ni Saidi Sabini, eh, mtaalamu wa kandanda, lakini leo sitakuwa mwenyewe hapa, nitakuwa na mtaalamu kwelikweli, daktari wa mpira Eh, Halid eh, Mtumbuka ataweza kutuambia changamoto ambayo inaikabili Simba Sports Club ni ipi. Simba Sports Club wanapitia migogoro ya kiutawala, wanachama hawana imani kubwa kwa viongozi wao, na hata kikao cha juzi ambacho walikuwa wamekaa eh, kilitoka na changamoto nyingi kwelikweli ambazo wanachama wakiwa wanaalamika kwa maana mkutano au kwenda vile ambavyo walikuwa wametegemea, Harid karibu bwana, shukrani. Karibu sana bwana Kiswaga Media, asante sana. Natamani kufahamu changamoto hizi za kiutawala Simba Sports Club zinaweza kuathiri kiasi gani matokeo ya kiwanjani. Kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu migogoro ndani ya club hasa kwenye nyanja ya uongozi huwa ina athari ya moja kwa moja kwenye timu. Uh, kuna kauli ambayo aliwahi kuizungumza Mulamu Ngambi yeah. wakati Evans Aveva akiwa ni rais wa klabu ya Simba yeah. akisema kwamba migogoro iliyokuwepo ndani ya klabu yao yeah. ilileta athari ya moja kwa moja kwenye timu yeah, na performance ya timu kwa ujumla ilishuka yeah, kwa sababu aina ya wachezaji waliosajiliwa kwenye klabu ya Simba yeah, asilimia kubwa walikuwa wamesajiliwa na viongozi. yeah. Kitendo cha wachezaji kusajiliwa na viongozi kulisababisha baadhi ya wachezaji wawe wanafuata upande ambao wamesajiliwa nao kwa kukaleta mpasuko ndani ya klabu. Kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanasapoti upande A walihamia kwenye huo upande na wale walikuwa wakisapoti kwenye upande B wakahamia kwenye huo upande B. Kwa hivyo uh, kukawa na mpasuko ndani ya timu ambao ulianzia kwenye ngozi, ngazi ya uongozi. Athari yake ni kubwa kwenye nyanja zote mbili, tukichukua kauli ile uh, na tukizungumza kwa hivi sasa kutokana na nature ya sajili zetu zinazofanyika kwenye baadhi ya vilabu hasa klabu ya Simba ikiwa miongoni mwao inawezekana kama sajili zilikuwa zikifanyika kwa viongozi kwa utashi wao, tunategemea kuona baadhi ya wachezaji pia wakiwa wana perform wanacheza kwenye kiwango, yeah, cha chini ya, yes, kulinganisha na kile ambacho kinatazamiwa. Hii kauli pia Dimitar Pantev alizungumza kwamba kuna baadhi ya wachezaji wake hawa perform kwenye kiwango cha juu hawatembei kwenye kile kiwango ambacho yeye alikitazamia. Inawezekana ikawa miongoni mwa sababu, sababu hizo. Lakini ya sababu nyingine, athari nyingine ambayo inaweza ikawepo ya moja kwa moja, ukiachana na sajili zinazofanyika na, na viongozi, ni kwamba makundi ndani ya timu yeah. Makundi ndio kitu ambacho huwa kinatengeneza mpasuko mkubwa yeah. sana kuanzia yeah. kwenye engo ya kiuongozi mpaka kwenye timu kwa ujumla kuna kundi ambalo linaweza likawa linafurahia matokeo mabaya ya klabu na kuna kundi ambalo linaweza likafurahia matokeo mazuri ya klabu. Nasema hivi kwa sababu timu huwa inaandaliwa kutokana na mihimili minne, ha. Ambao hii mihimili inatakiwa kuwa sawa na kuwa na maelewano ya moja kwa moja. Endapo maelewano yakikosekana, athari na timu kufanya vizuri inakuwa ni ngumu, na athari inakuwa ni kubwa sana kwenye timu. Muhimili wa kwanza ni uongozi. Uongozi unatakiwa kuwa imara. Usipokuwa na uongozi imara ni ngumu kupata mafanikio, kwa sababu uongozi ndio umeshikilia maono. Halafu muhimili wa pili ni benchi la ufundi. Benchi la ufundi linatakiwa kufuata kile ambacho uongozi umeki, umekiweka kufuata maono ya uongozi. Endapo benchi la ufundi likikuta uongozi usio kuwa imara ni rahisi zaidi benchi la ufundi kutikisika. Muhimili wa tatu ni wachezaji na muhimili wa nne ni mashabiki hivi. Yeah, vitu vyote vikiwa pamoja ni rahisi zaidi klabu kupata mafanikio, lakini endapo muhimili wowote ule kati ya hii mihimili minne usipofanya vizuri, ni rahisi zaidi klabu kufanya vibaya, kwa sababu timu inaandaliwa kwa mihimili minne lakini pia hapa hapa tutakuja kuzungumza kuhusiana na kauli ya ya Juma Mgunda kwenye mechi moja ambayo alikaa kwenye benchi la ufundi kuiongoza Simba kwenye mechi ya kimataifa. Alizungumza kimasiara sana, labda watu walikuwa hawajaweka maanani kile ambacho alichokizungumza, lakini alizungumza jambo nyeti sana kwenye uongozi wa Simba. Alisema siwezi tena kuendelea kubaki kwenye kikosi cha Simba hata kama nitapewa mkataba wa muda mrefu kwa sababu wao kwa wao ndani hawaelewani, kuna mgogoro kwenye klabu. Muktadha walichokizungumza bila kunukuu neno kwa neno, lakini muktadha walicho walichokizungumza ni kwamba kwenye klabu ya Simba kuna mpasuko na kuna mgogoro, ni ngumu sana kama kocha kufanya kazi kwenye mazingira kama hayo. Kwa hiyo klabu ya Simba inapitia changamoto na athari yake inakuja kuonekana moja kwa moja kwenye matokeo ya timu, viwango vya wachezaji uwanjani, benchi la ufundi kuandaa vizuri mbinu za kwenda kushindana, lakini pia um, uh, yale maono ya jumla ya klabu na mafanikio wanayoyahitaji inakuwa ni ngumu kuyafikia kutokana na mgogoro uliopo kwa uongozi kwa, kwa wakati huu wa sasa. Mashabiki na wanachama wapenzi wa Simba Sports Club wamekuwa wakituhumu wakitu na kuonyeshea vidore. E, baadhi ya viongozi kusema kiongozi huyu na kiongozi huyu hawa ndio wamepelekea Simba kufika hapa. Ni kweli kwa wakati huu sasa matokeo anayopata Simba ni muda sahihi wa kuonyeshia vidole viongozi wao kusema kwamba wao ndio mwafikisha pale. Inawezekana ukawa ni utashi wa kila shabiki kuzungumza kile ambacho anakiona, lakini ninachokifahamu ni kwamba linapotokea kundi kwenye, uh, kwenye klabu ambalo yeah. halisapoti uongozi uliopo Vya hawa mashabiki wanagawanyika, benchi la ufundi linakuwa halina uh, stability. Stability. Yeah. Yes, uimara unaohitajika yeah. Lakini pia hata wachezaji wanakuwa hawaelewi sehemu ipi wa yeah. washikilie, na hapa ndo sehemu ambako inakuja kutengeneza udhaifu, ile line of weakness yeah. udhaifu ambao kila mtu anaweza kapenya ndani yake ja, si wakati sahihi wa kumnyooshea kidole kiongozi yupi, lakini Uh, kwa kauli ama kwa namna ambavyo uh, ukifuatilia historia za klabu ya Simba namna ilivyo, kuna baadhi ya kundi likitengeneza mpasuko ndani ya klabu, inakuwa ni ngumu sana kuihendo hiyo yeah. klabu na hiyo situation kuifanya iwe bora zaidiwanachama wa, wa, wa, wa, wa, wana lalamika kuhusiana na uongozi wao kutokuwa wanafanya vizuri kwenye signing, kwa maana sajili. Utakumbuka Simba Sports Club alipita makocha wazuri kweli kweli, lakini kwa wakati huo wa sasa, baada ya kuondoka Fadlu Davis katika msimu wa kwanza, Fadlu alichukua Simba kutoka nafasi ya tatu mpaka nafasi ya pili. Na baada ya hapo, Fadlu Davis akaipeleka Simba eh, kutoka kwenye ile mwaka robo mwaka robo mpaka fainali ya CAF Confederation Cup. Hii ikaleta tumaini kwa wanasimba wengi kuamini kwamba Faudu Davis alikuwa ki, ni mwalimu ambaye angeweza kuiandaa Simba kwenda kwenye ushindani katika msimu huu. Je, kikatokea Faudu Davis akastep down, akaja kocha ambaye ana vigezo vya kukaa kwenye benchi la kafu hii. Kiuongozi, changamoto ilikuwa ni wapi? Changamoto ni kwa wao wenyewe uongozi, yeah. na huu ndo unakuja uimara wa kutokuwa na uongozi imara yeah. Mifumo yetu ya uendeshaji wa mchezo wa mpira wa miguu hasa kwa ngazi ya klabu hapa Tanzania huko sahihi yeah. Una udhaifu mkubwa sana kwenye uongozi kwa namna ya kuendesha mpira kwenye weledi na kufuata sayansi ya mpira wa miguu. Nasema hivyo kwa sababu vilabu vinavyojiendesha uh, katika mfumo sahihi na kufuata sayansi ya mpira wa miguu yeah. Huwa vinakuwa na mkurugenzi yeah. wa ufundi. Huyu ndiye ambaye anasimamia maono ya klabu, lakini huyu pia ndiye ambaye anasimamia Uh, maendeleo ya klabu kiufundi kwa yeah. ujumla, kwa ujumla nasema maono ya klabu. Yeah, yeah. kwenye nyanja ya kiufundi. Sasa vilabu vyetu havina mkurugenzi wa ufundi. Ni vilabu vyetu au Simba Sports Club. Nimeona Yanga wanaye director of sports. Uh, yupo lakini sio kwenye nyanja ya timu kubwa yeah. ya Africans. yeah. Hata ya Africans yenyewe pia tutakapokuja kuzungumza kwenye muktadha wa yeah. timu kubwa yeah. bado na wenyewe pia hawako katika njia sahihi. Yeah, kwa maana ile jinsi ya kuendesha football football club club, kama timu ambayo ni modern football club. Yes kabisa. Yeah. Bado hata Young Africans na wenyewe pia hawako katika njia sahihi. Eh, kwa sababu hivi kwa sababu gani? Mkurugenzi wa ufundi wa Young Africans yuko pale kwa ajili tu ya timu za vijana. Yeah. Sio kwa ajili ya maendeleo ya klabu. Yeah. Kama angekuwa amekabidhiwa jukumu la kuangalia na kusimamia maendeleo ya klabu kwenye timu mzima, masuala mazima ki ya kiufundi yeah. kwa timu zote, timu ya wanawake Uh, timu ya, ya wanaume vijana, ya, na timu ya vijana kwa pamoja, kwa sababu ni mkurugenzi wa ufundi ya, wa klabu, maanake shughuli zote za kiufundi kwenye klabu yeye ndio ambaye anasimamia, ingekuwa sahihi, lakini Yang Africans wao wamemchukua kwa ajili tu ya timu za vijana ya, kurejea kwa Simba, kwa Simba ya, sasa haina hata huyo mkurugenzi wa ufundi kwenye klabu, manake ni kwamba vyo, m, sajili zote zinazofanyika pamoja na recruitment ya makocha kumuona huyu, kumuita huyu, ndio haje. Yani hiyo yote inafanyika kutokana na utashi wa uongozi. Ndio maana mashabiki wakiona mtaji kaja, hajaperform, wanaenda moja kwa moja kwa viongozi ya, kabisa. Na ndio maana inakuwa ni rahisi zaidi klabu kufanya makosa mengi, kwa sababu hakuna mtu mmoja anayesimamia shughuli za kiufundi kama kungekuwa na mkurugenzi wa ufundi, Simba wasingeweza kwenda kwa Dimitar Pantev ambaye hana vigezo yeah vya kukaa kwenye benchi la ufundi. Na ukiangalia na, na, na, na, okay, sababu ambayo ilifanya Simba Sports Club kwenda kwa Dimitri Pantev. Ilikuwa ni sababu ndogo kwa kweli, very very very, tunasema ni kitu kidogo. Yaani yini unaweza kaisemaje? Kwa sababu Gabon United sio kwamba ilikuwa timu tishio, ni kwa sababu tu Simba nao hawakuwa stable. Si ndio? Kwenda kumchukua Dimitri Pantev kwa sababu tu mnacheza naye amwapatia challenge ndio mumchukue kocha wa Simba ni kama wali, wali enda, tunasema, kwenda kuchukua mbadala wa mtu ambaye sio sahihi. Mimi binafsi siamini kama Dimitar Pantev ni kocha ambaye anatosha kuipa Simba mafanikio kwa sababu historia ya Dimitar Pantev hapa yeah, barani Afrika yeah, imeanza mwaka 2022 yeah. Amekuja mara ya kwanza kabisa barani Afrika akiwa anaifundisha timu ya Victoria United ya nchini yeah, Cameroon yeah. Ile timu ilikuwa inashiriki ligi ya mkoa yeah, mkoa wa magharibi nchini yeah, Cameroon yeah. Uh, ligi ya mkoa kwa hivi sasa tukizungumza, yani tukileta Tanzania yani, uh, Dimitar Pantev afundishe timu za mabingwa wa mikoa.